Kwenye kuwajenga kwenye soko la hisa, kwa maana ni kuwaongezea uelewa halisi wa yale yanayotokea kwenye soko la hisa, kwa maana usiwe tu umeshika theory au yale uliyoyasoma darasani, ila unaweza ukayatumia kwenye uhalisia. Na pia wanapata ufahamu mpana wa masoko ya hisa na jinsi ya kuchambua makampuni na kufanya maamuzi ya uwekezaji hii inaongezewa ina nguvu pia na yanofanywa na Benki Kuu kwa sababu Benki Kuu inaendelea kuhamasisha swala zima la financial inclusion, kwa maana kuwawezesha Watanzania au watu wengi zaidi wafahamu kuhusu masoko ya fedha, ikiwemo hili soko la hisa. Kwa hiyo hii inaleta uimarishaji uh, mwema na inachagiza wanafunzi kupata ufahamu mwema ambao hawa ni chachu kwenye jamii kwao. Wakirudi kwenye jamii watakuwa watu bora, wakija kupata ajira mbalimbali baada ya masomo yao, pia watakuwa watu wazuri sana. Programu hii imekuwa ni programu muhimu sana kwa sababu pamoja na kwamba imekuwa inatoa changamoto kwa vijana wa vyuo kuweza kujifunza masuala ya utafiti na kutafuta thamani ya makampuni lakini imekuwa ikiendana na ajenda kubwa ya financial inclusion ambapo kupitia uelewa wanaoupata basi wanaweza kutumia kubadilishana mawazo na watu wengine, ama kutoa ushauri kwa watu wengine juu ya makampuni yapi bora kwa ajili ya kuweza kuwekeza katika hisa. Lakini hatuishii hapo tu, yanawajengia uwezo washiriki uh, kuweza kufanya uchambuzi wa hata makampuni mengine ambayo yameorodheshwa katika soko la hisa. Sasa hii ukija kuangalia kwa muda mrefu, inakuja kutengeneza viongozi wazuri sana katika sekta ya fedha, wenye uelewa wa masuala ya fedha, lakini wenye uelewa juu ya uchambuzi wa kampuni nzuri na zisizo nzuri za kuweza kuwekeza kwenye soko la hisa, na hatimaye itashuka ita zaidi mpaka kwa watu wanaowategemea wao katika ushauri ama katika kupata huduma zao linapokuja suala la uchambuzi wa makampuni, na pia anajenga utamaduni wa vijana kuweza kupata uh, practical knowledge nje ya mitaala ya darasani, kwa sababu wakija hapa wanapata nafasi ya kukutana na uh, wataalamu katika sekta husika, wanauliza maswali ambayo ni practical na ambayo yanatokea katika sekta husika, kwa hiyo inawashepu vijana ambao ni viongozi wa, wa, wa sekta ya fedha ya kesho kuwa ana maandalizi yaliyo bora na baadaye kuwa viongozi wazuri ama wachambuzi wazuri katika sekta ya fedha. Hii challenge ilianza kama mwezi wa kumi mwaka jana, imenijenga imeni sana, kwa sababu ni challenge ambayo inakuhitaji utumie muda mwingi kufikiria, ufikirie nje ya boksi upatie muda wa kufanya discussion na wenzako uweze kujua benki kama benki, ili uweze kupata uh, majibu sahihi ya, ku, ya, ya kutoa kwa mwekezaji na bidi ufanye kazi nzito sana. Kwa majina anaitwa Alinamaka Felix Sanga, mwanafunzi wa mwaka watatu kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam na ni mshiriki wa shindano la CFA Investment Research Challenge. Uh, hii challenge imenijenga kwa kupata uzoefu wa industry au mambo yanayofanyika katika kazi, kwa sababu mambo tunaojifunza darasani tunapata nafasi ya kuimplement na kuona yanayofanyika na watu waliopo katika industry. Kwa sababu tukiwa tunafanya research, tukiwa tunapata pia usaidizi kutoka kwa watu waliopo tayari kwenye industry, kutoka stock brokers, kutoka kwa professors, so tunapata ladha ya kitu gani tunaenda kufanya tukiwa katika industry. Yeah. Kwa hiyo nimepata uzoefu mzuri sana ambayo ni valuable kwa wanafunzi wote wa finance. Wito wako kwa wanafunzi wengine kuwa anapokuchangamkia fursa kama hii? Uh, wito wangu ni kwamba kwa wanafunzi kwa wengine wote ambao wana njozi ya kutafuta maisha yao katika industry ya finance, this experience ni experience ambayo ni ya thamani kubwa, hata usiposhinda, the journey itself inakujenga kwa kiasi kikubwa, kwa sababu utakutana na watu wengi, utakutana na watu waliopo kazini, utakutana na maprofesa na madaktari, utakutana na watu leo. Tumekutana na watu kutoka Benki Kuu. Kwa hiyo hata kama usiposhinda utaondoka na kitu, utaondoka umebadilishwa, hautarudi kama ulivyoingia. Uh, wito wangu kwa vijana ni kwamba naomba uh, vijana kila mwaka wajitokeze wengi kupigania hii fursa ya CFA Research Challenge. Naweza nikatoa mfano mimi ni Uh, beneficiary au naweza nikasema mimi ni uh, uh, mnufaika wa hii program ya CFA Research Challenge. Miaka kumi iliyopita nilikuwa mmoja wa wanafunzi walioshindanishwa katika hii competition au mashindano ya CFA Research Challenge. Na, li, na leo hii mimi kama mfanyakazi wa NMB, inanisaidia sana kuweza kufanya shughuli zangu za mahusiano ya wekezaji vizuri, kuchambua thamani za hisa kuchambua mambo tofauti tofauti ambayo yanahusiana na performance ya kampuni ya NMB na kuweza pia kucommunicate au kuwasilisha um, uh, majawabu au uh, kutokana so, na maswali mbalimbali tunayopata kutoka kwa wawekezaji. So, kwa wanafunzi wote ambao una ndoto kubwa za kufika mbali katika um, tasnia ya fedha au tasnia ya wawekezaji, hii ni fursa kubwa sana ambayo itaweza kukufungulia milango mengi.